Tumekuwa tukipata kesi kadhaa, na juzi tumepata hiyo kesi ya mtoto ambaye alijeruhiwa kooni, na kazi hiyo umeifanya nyinyi wenyewe hapa. Huduma ambayo haikuwepo mwanzo, ilipaswa kwamba mtu a apewe rufaa kwenda Bugando Muhimbili na pengine nje ya nchi, lakini e, cha kushukuru Mungu ni kwamba e, daktari Dr. Samia Suluhu Hassan amewezesha kwanza kupata eh, madaktari wenye weledi, madaktari bingwa katika hospitali zetu <coughs> ambao wanaweza kutuma wanaweza kutoa huduma kwa wananchi kwa karibu zaidi. Ile kesi ambayo imetokea, kama kama tusingekuwa ni daktari bingwa hapa Kitete, manake kwa hatua aliyokuwa amefikia tusinge tusinge tusingekuwa naye leo lakini nimetoka kumwangalia nyumbani kwao sasa hivi, tumekuta hali yake ni nzuri, anaendelea vizuri, na taarifa aliyo tuliopata ni kwamba kutoka kwenu, lakini kutoka kwao pia, wana taarifa kwamba wanataka kuja kliniki tarehe 22 mwezi wa 4, kwa ajili ya kuendelea kuangaliwa zaidi. Na kwa hali ambayo tumeiona, na kwa historia ambayo tumeelezwa, namna aliyopata alivyojeruhiwa, ni kwamba eh, kama tusingekuwa na huduma hiyo hapa, tusingekuwa na et kwao mimi nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru kwa, kwa kutoa huduma hiyo nzuri kwa huyo mtoto. Kwa kweli kama serikali tunaona kwamba e, tunaona ule umuhimu na yale manufaa ya kuwa na na madaktari bingwa kwenye sekta mbalimbali ikiwemo mbali, hiyo ya, ya ENT, kwayo tunashukuru sana na zaidi ya yote kitu ambacho pia kimenifurahisha hapa, unajua kwamba kila kitu kina kinakuwa kina na progress tangu e, tumefika hapa na marekebisho yamefanyika kadha wa kadha. Huduma ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye hospitali yetu ni nzuri kwa sasa hivi, kwanza kwenye huduma kwenye kwa wateja, lakini pia huduma zinazotolewa na madaktari wetu mazuri. malalamiko ni ambayo nilikuwa nayapata mi ni kama mkuu wa wilaya zamani, sasa hayapo. Kesi hizo zimepungua sana, ukizipata nzile za kawaida ambazo ni, eh, ni za uelewa za, za, za, lakini critical eh, kwamba ni ishu ambayo either nesi au daktari au management imefanya eh, jambo kwa kwa, kwa mteja hiyo sijaipata. Kwa hiyo nimeona kwamba eh, kama mtumishi wenu kwenye wilaya hii ni pia ni vizuri mtu anapofanya vizuri akapongezwe ya kazi, na nitumie tu wasaa huu eh, pia kuambia kuwa, kuwa, wananchi wetu kwamba serikali ipo kwa ajili yao na hospitali hii ipo kwa ajili yao, wapo kwa ajili ya kuhudumiwa. Kwa hiyo ni vizuri sana eh, kuwa na na na uelewa huo na mtazamo huo kwamba hakuna ambaye yuko hapa kwa ajili yake binafsi. Si daktari eh, sio mfawidhi si nani, yuko kila mtu aliyoko hapa yuko kwa ajili ya wananchi. Na wananchi lazima wafahamu hivyo na wakija hapa kuhudumiwa eh, waje na mtazamo huo. Eh, lakini pia kumekuwepo pia na namna ambavyo eh, wananchi wetu pia wana wanatoa taarifa ambazo sio nzuri. Tumia nafasi pia kuomba wananchi kutotumia jina la hospitali au la daktari kutoa taarifa ambayo si sahihi kwa manufaa binafsi. Tumekuwa nikipata kesi hizo za ambazo nakuta mtu amekuja kupata huduma hapa sasa, nataka kutumia hospitali hii eh, kwa ajili ya kujipatia manufaa yake binafsi, anaanza kutoa taarifa za uongo kuhusiana na huduma ambazo zinatolewa hapa eh, mfano mzuri ni hili iliyotokea na huyu mtoto baba mtu ametoa taarifa za uongo kwa watu ambao wanataka msaada, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu na kitu ambacho si sahihi eh, ambacho hakikufanyika kwenye hospitali. Nimejiridhisha kuanzia kwa watu wote mm, daktari na wengine wote ambao wanahusika eh, taarifa ambazo hazikuwa sawa sawa. Kwa wananchi pia vizuri, wakato vizuri na, uh, wakatoa ushirikiano mzuri na wakatoa taarifa sahihi. Kama unaomba msaada kwa marafiki zako, ndugu zako, omba msaada unaohitajika na wala usitumie jina la hospitali kinyume na utaratibu, kwa sababu kufanya hivyo unaweza kuleta madhara makubwa, si tu kwa hospitali, lakini kwa mtu mmoja mmoja ambaye anahudumia katika hospitali hii, na hivyo kuwakatisha tamaa hata wale ambao wanataka huduma. Kwa hilo nimeona nilizungumze kwa namna hiyo, lakini la mwisho ni e, kuwapongeza pia nawapongeza sana eh, kwa namna ambavyo mmetumia mapato yenu ya ndani, kwa sababu unajua uzoefu wangu ni kwamba eh, taasisi kama hizi ambazo mna, mna, mna, mna, mna, mna, mna, generate income, kupata kupata eh, maono ya kuongeza au kutoa huduma zaidi kwa wananchi kwa kutumia mapato ya ndani, sehemu nyingi ni changamoto. Sasa nyie mmetumia mmethubutu kutumia mapato yenu ya ndani zaidi ya bilioni mbili mmeniambia kununua vifaa, na leo kuna vifaa hivi ambavyo mmenunua kwa ajili ya ya kuongeza huduma za kibingwa kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ndani ya mifupa, ni niwapongeze sana sana sana <clos> kaka sana hiyo, kwa, kwa namna ambavyo ume, umeona kwamba kuna umgimu lakini pia kwa kujali wananchi kwa sababu mapato mnayoyapata yako kwenye jurisdiction yenu ya namna gani mnatumia sasa. Mkiona kwamba mna uwekezaji mkubwa mnaopeleka kwa ajili ya kuongeza huduma kwa wananchi, maanake inakuja feeling kwetu kwamba mna ule moyo wa upendo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, na kwa hivyo mnaendelea ku, eh, kusaidia serikali na, na, na, na kutekeleza dhamira ya serikali kuona kwamba hospitali uh, zetu hizi hasa za rufaa na za mikoa ziweze kutoa huduma za kibingwa kwa wa, wananchi. Sasa nimewapongeza sana kwa hatua hiyo, na kutoka moyoni kwa kweli, mimi kama mtumishioni kwenye wilaya hii nitaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha, lolote ambalo mnaona kwamba naweza kuwasaidia hata kuwasemea. Na nafikiri mnakumbuka hata nilipokuja mara ya kwanza ku, ya nilijaribu kutafuta kuconnect na wadau wengine ikiwemo hospitali yetu ya ya rufaa ya Chatu muweze kuconnect eh, ili kuona namna gani mnaweza mkao mna mkatengeneza corridor ya kuwahudumia wananchi wengi, kwa, kwa sababu changamoto pia ya wananchi unakuta tu kwamba hawana ufahamu na huduma zinazotolewa mm -hmm. sehemu fulani unakuta umeshakalili kwamba huduma hii lazima uipate sehemu fulani, lakini kumbe unaweza ukasefu gharama leo imagine yule mtu ambaye e, leo tumemhudumia kwa sababu hii ya huduma ya koo ko. E, imagine kwamba angeenda Muhimbili au au, gharama ingekuwa kubwa sana, lakini leo amesave gharama save gharama za matibabu kwa. Zipo huduma nyingi ambazo mko nazo hapa o, zinahitaji e, ufahamu kwa wananchi wajue kwamba ziko huduma za kibingwa kuna zile ambazo mnafanya wenyewe, kuna zile ambazo mnaarika, mna wataalamu wabezi mm, e, kutoka hospitali zingine mm. Zote hizo ni mikakati yao wafu ambazo mnaweza tukasaidiana tuka kuzitangaza na kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma bora mm, lakini kwa karibu na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo hayo, tunafikiri mambo ambayo tunahitaji tushirikiane. Mlango huko wazi kwenye ofisi yetu sha kwamba tunashirikiana kwenye haya, sisi kuwatuka katuka uhuwaushi, nyie kazi yenu kutibu, sisi mambo mengine mnatuachia. Nawashukuru sana.